Jambo la heshima, watu wamefanya kazi miaka 30 alafu mtu mmoja ushindwe kuja kwa siku moja, itakuwa kitu cha ajabu sana. Alafu kuingia kwenye rekodi kama hii ya kudumu, haitarudia tena, maana kihehe hakibadiliki, na kwa kuweka rekodi ambayo haitachakachuliwa, maana hakuna mtu ataandika tena biblia nyingine zaidi ya hii, ni hii ya Kihehe. Na wote sisi tutamfundisha watoto wetu na sisi tutaendelea kujifunza hii kwa hiyo lazima na mimi nifurahi kwamba mmenikumbuka niingie kwenye historia. Nawashukuruni sana wote guzangu, jambo hili ni kubwa na jema sana. Chama cha Biblia tunawashukuru sana. Nimefurahi sana kama mnajihusisha na mambo haya ya kienyeji, natunza mila. Biblia hizi pamoja na kwamba ni neno la Mungu, lakini hii ulikokwenda sasa kutunza mila ni jambo jema sana. Kwa hiyo nawashukuru sana pamoja na wale wengine wa ambao hatukuwaona hamkuwasema, lakini sisi tunajua kuna wawezeshaji, kuna mikono ya baraka, kuna kila mtu amefanya juhudi fulani ili kuwezesha ili kufanyika. Tafsiri hizi haziturudishi kwenye ukabila, hapana, na Askofu amesema lakini, zinatupungusha mila zetu na kutunza desturi zetu lakini na nidhamu eh, na ndio maana hata mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan yeye amefanya jitihada zaidi, amekuwa anahudhuria hata kwenye matamasha ya kikabila, ya kimila. Ameenda kwa Wachaga kule mara ya kwanza, amekuja kwa Wasukuma hapa mara mbili, karibu juzi amehudhuria pale. Sio tafsiri yake kwamba maana yake ni ukabila, hapana. Wale watu hawarudi, sio kwamba wanatukuza ukabila, wanadumisha mila, na kudumisha mila ni jambo jema kwa sababu hata sisi ndani ya serikali tunatambua kwamba ziko mila na desturi ambazo zinadumishwa na hawa viongozi wa kimila, wapo, na ndio maana hata kanisa leo kushuhudia jambo hili wamemwita chief wa pili wa, wa Kihehe sio kwa sababu <laughs> wanataka maanake ni, ni ukabila, hapana ila kwa sababu naye kijana huyu amejitolea kudumisha mila ya Wahehe kuwa kiongozi wa mila ya Wahehe. Kwa hiyo serikali jambo hili ni jema kwetu sana kwa sababu kudumisha mila hizi zinasaidia hata kujenga umoja, kujenga nidhamu na maadili, hasa kwa vijana wetu. Mila na desturi hizi ambazo zinafanywa sasa kwa jitihada kubwa sana ya Mheshimiwa Rais kuzidumisha, zinasaidia sana kurejesha maadili, hasa kwa vijana wetu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni jambo hili kwa kweli ni jema jema sana. Nadhani Mungu atatubariki kwa teknolojia kama mlivyofanya, haitaendelea kwa miaka 30 baadaye. Kwa muda mfupi ujao, tutatarajia kuona Biblia katika dini na katika makabila yote makubwa ya nchi hii. Tunayo makabila mengi zaidi ya 120. Lakini nadhani kuna mengine yanaingiliana. E, mgogo mgogo rafiki yangu hapa wa Mpwapa pale akisomasoma hii kidogo anapatapata maneno na Mbena yule wa Njombe ambaye tulikuwa naye zamani ame, ame, tumemkatia kipande chake. Akisoma humu hata nyimbo zetu tukiimba a, tunaelewana. Kwa hiyo baada ya Wahehe hii leo tunazindua Biblia, lakini Wabena wako humu, baadhi ya Wagogo wako humu na lugha fulani fulani ambazo tunaelewana. Kwa hiyo ni jambo jema sana, mimi nawatakia kila laheri ili tukifika wakati tuhitimishe kazi hii vizuri kazi njema ina baraka za Mwenyezi Mungu, lakini na serikali inatambua kazi hii njema sana, na nyinyi wote mmeshuhudia rais wetu wa awamu ya sita, lakini huu ni mwendelezo wa msingi uliowekwa na baba aliyesema, baba askofu, haya na mwenyekiti wa bodi na katibu mkuu wa Biblia hapa, kwamba kwa katika nchi hii kuulizana ukabila ni ushamba, ni ushamba kabisa, hatuulizana labda kwa nia njema, lakini hatuulizani kwa nia mbaya. Lakini ziko sehemu nyingine duniani, akigundua mwenzake yuko ndani ya ndege hiyo, anaondoka kwa sababu tu ni kutoka tena jimbo jimbo fulani, wala hata sio jimbo fulani. Wenzetu wanabaguana hata kwa dini tu, lakini sisi kwa msingi ule ule ambao umeendelezwa na viongozi wetu wote, marais wote wamesimamia wa msingi ule uliojengwa na baba wa taifa leo tumebaki salama, tunaweza kusalimiana tukaitana mialiko kama hii. Sehemu nyingine lazima wachunguze huyu aliyesaini ni nani, mimi naalikwa na huyu hawezi kuja. Lakini hata makanisa yako makanisa ya kikabila, maeneo mengine wanaosali kwa mlengo fulani peke yao, wanaosali kwa mlengo peke yao lakini nchi hii tumebarikiwa kama walivyosema Baba Askofu hapa kwamba nchi hii tangu msingi wa awali tuliowekewa na Baba wa Taifa, tumeendeleza na tumejenga msingi ambayo haina matabaka na wote tunaitana wa Tanzania. Kwa hiyo tunamshukuru, lakini pia tunaendelea kumwombea baba yetu wa taifa huko aliko, Mwenyezi Mungu aendelee kuiweka mahali pema peponi, kwa sababu ndiye na wenzake wameshiriki katika kuweka misingi madhubuti na leo na sisi tunaiendeleza, tumefika mpaka kwenye neno la Mungu kwa lugha za kienyeji. Hili ni jambo jema sana, lakini ni washukuru pia na kuwapongeza viongozi waheshimiwa maraisi, viongozi wetu waliofuata baada ya baba wa taifa, wameendeleza misingi mikuu, tunu za taifa. Tunu ya taifa mojawapo ni hii ya kuendeleza ustawi wa nchi yetu, kuondoa matabaka ya aina zote na kuwafanya Watanzania wawe wamoja hii imeendelea mpaka huyu wa awamu ya sita. Sasa ameenda hadharani kuonyesha kwamba hata hayo mnayoyafanya matamasha ya kukumbuka mila zenu ni jambo jema kwa serikali, amehudhuria mwenyewe na yeye, wakampa jina la like kichifu yeah. Kwa hiyo nawapongeza sana wale wote waliobuni jambo hili, lakini ni jambo jema sana. Tuendelee kushirikiana hivi hivi. Leo tuna biblia ya ya Kihehe lakini hii eh, kama nilivyosema, sio kwamba inatukuza ukabila lakini maana yake ni kubwa. Wale wote ambao hawana uwezo wa kusikiliza au kusoma kwa lugha ya Kiswahili wana uwezo wa kusoma Kihehe, lakini kuna raha yake kusoma ile. Kwa kweli mimi nitajifunza sana, yako masomo yangu kila siku wa asubuhi huwa nasoma kabla sijanywa chai sijafanya nini nimeyakariri kwa Kiswahili, nitaanza kujifunza kuyakariri kwa Kihehe. Yaani yeah. Iko vifungu fulani Baka nyumbani kwangu wanaamini kwamba kunywa chai na mimi ni adhabu, kwa sababu mimi nasali sana asubuhi wakati wa breakfast kuliko wakati mwingine wowote, na sala yangu kwa vifungu vyangu virefu hivi lazima nivirudie wakati wowote wa hata ni kila mara tatu. Sasa nimepata hii ya Kihehe, watakaokula mezani kwangu na mimi watapata tabu sana. <laughs> We nimefurahi sana sana kuwa sehemu ya hii kwa e, kweli leo mimi sikuja na maneno mengi, lakini nimekuja kwanza kutoa shukurani hizo kunishirikisha, lakini kuwashukuru sana wote waliobuni na kushiriki, na mababa maaskofu wote ambao wanaendelea kushiriki, walioshiriki tangu mwanzo mpaka leo. Na nimefurahi kwamba dini zetu zote za Kikristo zimeshiriki katika kutayarisha hii. Hili ni jambo ambalo ni la kujifunza sana Uko nje watu wanafikiri hatuelewani, yaani Wakristo hatuelewani. Tunaelewana sana, si mnaona hapo, mbona neno la Mungu wameandika pamoja? Eh, tunaelewana sana kwa sababu tunayemtukuza ni mtu mmoja tu. Eh, kwa hiyo hakuna sababu ya kufikiri kwamba dini hii na dini hii hawaelewani. Eh, lakini uzuri ni kwamba misingi ya tafsiri sasa imewekwa kwa pamoja na wamesaini kwamba yeyote anayetaka kuhubiri Ukristo kwa lugha hapa, msitunge ya kwako hapa, tumia hivi vitabu ndio utapata mahubiri mazuri ya Kikristo kwa Kihehe. Eh, wenzangu TEC RC ambako mimi natoka wametupa na nyongeza wawusu, ya vitabu saba. Sasa wale wengine ambao vitabu saba haiwahusu watachukua vile vya sitini kile, lakini yote ni Biblia na maandishi yote haya yanatuweka sisi wanadamu tunaoishi huku duniani kumtukuza Mungu, ndio kazi tuliyobaki nayo. Kazi yetu ni kumtukuza Mungu eh. Kwa hiyo vitabu hivi ni vitabu mtakatifu. Nashukuru sana kwa ushirikiano wa viongozi wote wa dini kutuweka sawa. Sisi tukiwaona namna hii, na sisi mnatuhimiza tujenge umoja eh. Tunaiga mifano yenu, nawashukuru na wenzangu wote mlioalikwa